Baada ya Hamza Johari mwanasheria mkuu aliyeapishwa na Rais Samia kutangaza kwamba atakayafanya juu chini kuweza kumkamata Mange Kimambi, Mange bana ameamua kumchimba deep kidogo na kutuletea wasifu wa mwanasheria huyo. sasa amesema kwamba hizi ndizo details za mwanasheria mkuu aliyeapishwa. Watanganyika we are in a big trouble na tusikubali. Kwanza, Hamza Johari ni Mzanzibari na amefundisha chuo cha taifa cha usafirishaji NIT, na baadaye akawa mkurugenzi wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA. Pili amesema kwamba hayo mawili ya juu uh, sio muhimu. Jambo kubwa kumuhusu Hamza Johari ni kuwa huyo ndio binadamu aliyepewa na Abdul kazi na ndiyo aliyesimamia ubinafsishwaji ama kutaka kusema uh, uuzwaji wa bandari za Tanganyika na hasa bandari kuu ya Dar es Salaam. Yeye ndo alikuwa kiongozi wa timu ya majadiliano ya serikali GNT na wanunuzi yaani DP World and Adani Group sasa, ambao unajulikana kama Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited EAGTL. Lakini ya tatu akasema kwamba baada ya kufanikisha dili hilo, tuzo yake ni akateuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, ili sasa asaidie kumonita masuala yote kisheria yanayoweza kuibuka kuhusu mkataba wa ubinafsishwaji wa bandari ya Dar es Salaam, jambo ambalo kwa hakika lina mazongezonge mengi na ufisadi ndani yake. Nne, huyu ni mjuzi tu wa sheria za aviation. Tukimsikia anazungumzia kesi ya uhaini, ijulikane tu ni kuwa ni uvivu wa kupiga mbizi pale Forodhani mwisho wa nukuu. Sasa Mange anasema kwamba huyu amefanya kama kupewa zawadi kwa kile ambacho alikifanya kuhusu kubinafsishwaji ama ubinafsishwaji wa bandari ya Dar es Salaam. Sasa amesema kwamba bwana Johari, ya, licha ya kuwa ni Mzanzibari, yani mbaye ametokea huko ambako alitokea mama Samia. Sasa kifupi ni kwamba mama Samia amejaribu kumchukua mtu wa kwao kabisa nyumbani kuja ku, kuwa mwanasheria mkuu. Lakini pia amesema kwamba sio muhimu sana kuhusiana na kuhusu kuwa Mza, Mzanzibari. Amesema kwamba kama unakumbuka kesi ambayo ilikuwa inamzunguka ina mama Samia kuhusu kubinafsishwa kwa bandari ya Dar es Salaam ni kesi ambayo ilikuwepo paka ikasemekana kwamba bandari inauzwa. Sasa kumbe aliyehusika kabisa kusuka mpango mzima alikuwa ni huyu huyu mwanasheria mpya ambaye anajulikana kama Hamza Johari. Anasema kwamba yeye alikuwa kiongozi wa timu ya majadiliano, yani ile panel group ambayo ilikuwa inahusika upande wa serikali na wanunuzi, sasa kuweza ku strike ile deal, kuhakikisha kwamba wanauza ama wanaifanya wanafanya privatization ubinafsishwaji wa bandari lakini pia amesema kwamba baada hiyo bana tuzo yake kwa ndio kuteuliwa mwanasheria mkuu, ili aendelee kufuatilia ama kufanya follow up kuweza kujua e, swala la mkataba wa binafsishwaji unaendaje. Lakini akasema kwamba ni mjuzi wa sheria za aviation. Aviation kwamba ni masuala ambayo yanahusiana na masuala ya anga, si ndio? Ehe, sasa so, amesema kwamba kuhusiana na kesi za uhaini ujue kwamba sio mambo yake, yani sio kitu ambacho ana ujuzi nacho sana ja, zaidi zaidi amefanya kupewa tu kazi sababu alisaidia katika dili ambalo lilikuwa ni kubinafsishwa ama ubinafsishwaji wa bandari ya Dar es Salaam unakubaliana hili maoni yako pale chini kwenye comment section